Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuingie viwanjani ambapo shirikisho la soka nchini FKF huko Vihiga limeanzisha mchakato wa kukuza soka ya nyanjani miongoni mwa vijana wadogo katika vitengo vitatu kwa kuandaa kliniki ya soka iliyojumuisha washikadau wa michezo wakiwemo makocha. Mwenyekiti wa shirikisho la FKF kaunti ya Vihiga Michael Senelwa anasema kuwa wanalenga kuanzisha ligi ya watoto ili kuwapa msingi bora wa soka. Kauli iliyoungwa mkono na nahodha wa zamani wa Harambee Stars Musa Otieno aliyesisitiza umuhimu wa kuwekeza kwa watoto ili kujenga timu za siku zijazo. Very important for our branch because then tutakuwa na walimu ambao wanaelewa jambo ambalo wanapaswa kulifanya katika coaching ya youth na kwa youth inaitwa development. So ni developing young talented footballers. Uh, and they are categorized kwamba under 13 na under 15 hawapaswi kupewa uh, training same. Ni initiative nzuri sana hapa Vihiga County kwa sababu ni kukuza kuku, kukuza vipaji pale mashinani na ukiangalia kama sisi waliobobea ni fursa yetu kama makoches pia kwenda pale mashinani kuangalia nini tunaweza fanya. Afisa anayesimamia masuala ya vijana ya kitaifa kwenye shirikisho la FKF Daniel Mwaura amehoji kuwa wameweka mikakati kabambe katika kuimarisha soka ya chipukizi, huku makocha wakiunga mkono mradi huo wakitarajia kuzalisha vipaji chipukizi. Tuko centers 15 zile tulizianza 3 years ago na kwa hizi centers tuna organize each category tatu both boys and girls under 13, under 15 and under 17 basically, tunacheza kwa centers tutaki watoto wa move mbali na ile wanatoka eh, as, as a county as a branch iko na several teams zenye zina participate kwa top tier leagues, but uh, the bigger question is how comes iko na fewer players wenye wanaweza cheza top level. So youth mostly ni girls, na ni wale wasi, watoto wenye wanakuwa vulnerable. So most of the time tukiwa handle tuna handle kama so watu wetu, so kuna zile challenges nyingi zenye zi zinakujaga zi pamoja na wazazi kukuza watu, watoto. Zaidi ya vijana 200 walishiriki zoezi hilo. Lukman Mahmud, Runinga ya Citizen Arakam. Na kwa taarifa hiyo ya michezo, mtazamaji, tunatamatisha taarifa zetu za mchana huu wa leo. Mie ni wenu Swaleh Mdoe, uwe na mchana mwema.